Mwaka mpya wa masomo, uongozi wa shule ya Kiingereza ya awali na msingi Misenyi Glory iliyoko katika kijiji cha Igayaza kata ya Nsunga wilayani Misenyi hufungua shule kwa maombi ili kumshukuru Mungu kwa jinsi anavyowezesha shule hiyo kuendelea kupata matokeo mazuri ya kitaaluma na idadi ya wanafunzi kuongezeka. Januari 30 mwaka huu, uongozi wa shule hiyo kwa kujumuisha wanafunzi, baadhi ya wazazi na viongozi wa dini wa madhehebu ya Kristo na Kiislamu wilayani Misenyi wamefanya maombi ya kuanza mwaka mpya wa wa masomo 2026 yaliyoongozwa na askofu wa makanisa ya Faith Mission wilayani Misenyi Mchungaji Joseph. Shule ya msingi Gorodo amekuja hapa kushukuru wewe kwa mambo li yafanya mwaka 2025. Leo ni mwaka 2026. Tumekuja tena mbele zako kujikabidhi mikononi mwako ili Baba uendelee kuwa dereva wetu, uendelee kuwa kiongozi wetu na mchungaji mwema, ukitupeleka na kutufikisha tunakoelekea sasa. Yesu, asante kwa kazi unaenda kuifanya na kuitenda, ili jina lako kutukuzwa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Badala yake Mungu ukaachilia utukufu wako sawa na neno lako kwa kwaja kwamba ule utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa mwanzo. Asante kwa ajili ya watumishi wako, asante kwa ajili ya uongozi wa shule, asante kwa ajili ya mkurugenzi, asante kwa ajili ya mkuu wa shule, asante kwa ajili ya walimu wote na watendakazi wote. Ninaweka wafu na kuwatakasa kwa damu yako ya thamani, saa iliyomwangika pale Kalvari, inayotosha kuokoa. Mkurugenzi wa shule ya Kiingereza ya awali na msingi, Missenyi Glory, Laurent Seti Jacobo ameshukuru ushirikiano mzuri anayoendelea kuupata kwa wadau wa elimu ilani Missenyi katika kuhakikisha shule hiyo inasonga bere huku, mwenyekiti wa kijiji cha Igeaza Donia Simoni akimpongeza kwa wazo la kuanzisha shule hiyo. Tumemwona Mungu mara kwa mara na nyakati zote akitutangulia hasa katika mtihani yetu. Nadhani hawa waliohitimu darasa la saba mwaka jana ni timu, akiwa ni awamu ya nne, lakini sisi tangu tumeanza miaka yote tunapata grade A bora. Naomba tumpigie Bwana ngezeni io jambo rahisi, lakini kufanya hivyo au kufanikiwa hivyo ni mchakato mrefu sana, ambao msingi wake mkubwa ni kumtanguliza Mungu kwa kila jambo. Na ndiyo maana hapo baoni ukisoma umeandika heshima sifa na utukufu mzako, e Mungu mkuu. Inatoka katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 14. Wakati tunaanza na mkurugenzi taratibu za shule hii hatukutarajia kama itakuwa kama leo ilivyo. Ni jambo jema sana na ni sifa kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Lazima tuendelee kujivunia hili jambo kwamba anaendelea kutuneemesha na kuvuna baraka nyingi kwake, kwa sababu matarajio na malengo ya mkurugenzi wa shule hii, nadhani anaendelea kuangalia mbali, alishatuahidi kutoka kwenye habari ya praimari kwenda kwenye, kwenye sekondari kwenda kwenye kidato kingine cha tano na cha sita, na mambo mengine kama taendea kuwa hai. Kwa baraka hizi za leo na sala za leo na dua ya leo, nimwombe babasikoko aendelee kumtia nguvu mkurugenzi wa shule hii kuendelea kumpa maono ndoto za kila aina kwa ajili ya kuiboresha hii shule na kutangaza kijiji hiki na kata hii, kitu ambacho hatakuwa nacho. Mwalimu kuu wa shule ya Kiingereza ya awali na msingi Missenyi Glori anaeleza kuwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026 uongozi umejipanga kuendeleza maendeleo mazuri ya kitaaluma. Naitwa Sweet Bart Mombe Thomas, mwalimu kuu wa Missenyi Glori English Medium Pre and Primary School. Niko hapa mbele yenu kuwaeleza kuhusiana na Missenyi Glori. Kwanza leo hii tumekuwa na tukio nzuri sana ambapo tumefanya ibada maalum na hafla kwanza tulikuwa na hafla ya kuwapokea wanafunzi waliojiunga nasi kwa mwaka wa 2026, lakini pia tulikuwa na ibada ya, ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mengi mema aliyotendea mwaka 2025, lakini pia na kukaribisha mwaka wa masomo mwaka 2026. Uh, aidha ikumbuke kwamba kwa mwaka 2025 Missenyi Glory imefanya vizuri sana katika maswala ya elimu ambapo kwenye mtihani wa taifa wa darasa la nne pia darasa la saba wanafunzi wamefaulu kwa, kwa ufaulu wa asilimia mia moja kwa kupata daraja A bora. Kwa hiyo ni swala la kumshukuru Mungu licha ya jitihada ambazo tumeziweka sisi kama shule za kimkakati kuhakikisha wanafunzi wanafanya vizuri, wanasoma na kuelewa vizuri na kufanya vizuri mtihani, bado ni swala ya kumshukuru Mungu, maana ni wengi wanatamani kufanya hivyo, lakini wa, wanashindwa kufikia uh, mafanikio hayo. Lakini zaidi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kupokea wanafunzi wengi walio tuliowasajili darasa la kwanza, chekechea lakini pia walioamia mwaka huu tumeshuhudia ongezeko kubwa la wanafunzi, na hiyo inaonyesha mwitikio wa wazazi na ukubalifu ambao unazidi kuimarika katika jamii, kutokana na jitihada tunazozifanya katika kutoa elimu bora, katika kutoa malezi yaliyo mazuri kwa wanafunzi. Leo hii uh, kwa waliofuatilia au wanaoendea kufuatilia, wameona vile ambavyo wanafunzi hususan wanafunzi wa Kiislamu wameweza kuongoza dua na wameweza kuongoza dua nzuri na kwa usahihi. Hii ni kutokana na elimu nzuri wanayoipata elimu ya dini shuleni. Kadhalika tumeona vile ambavyo watoto wa Kikristo wameweza kunukuu mistari ya Biblia. Ah, lakini zaidi tumeweza kuomba. Kwa hiyo hayo tunayafanya kwa sababu tunawalea wanafunzi kwa kuzingatia imani zao, kwa sababu elimu ikienda na, na, na, na maadili, ndipo inaweza kuleta matunda bora Uh, ndugu wananchi wanaonisikiliza, nipende kuwakishia kwamba Misenyi Glory itaendelea kutoa elimu bora kuhakikisha kwa kwamba Misenyi Glory inakuwa, inakuwa ni chemichemi -chemi ya taaluma, malezi uh, ubunifu na ili wana, wazazi waweze kukata kiu yao ya kuwapatia wanafunzi ulisi ulio salama au elimu bora. Hawa ni baadhi ya wa wananchi wa wilaya Misenyi wanaamini kuwa shule hiyo imesaidia pakubwa wananchi wa wilaya hiyo na nje ya Misenyi watoto wao kupata elimu iliyo bora. Anaitwa Marius Rebangila Lenard, ni mkazi wa wilaya hii ya Misenyi. Hakuna matokeo mazuri kama hakuna mchakato ulioanza. Msingi bora ndiyo unafanya nyumba kuwa imara. Kwa hiyo pia tuwashukuru hata walimu ambao wamekuwa bega kwa bega e, na sisi kama wazazi na wadau mbalimbali pia na mkurugenzi wa hii shule e, kwa pamoja, kwa kuwa wamekuwa wakishirikiana nasi mara kwa mara wakitupigia simu e, kututaka kufika kwa ajili ya kutazama mambo mbalimbali juu ya watoto wetu. Kwa hiyo ni shukuru, wamekuwa bega kwa bega pamoja na wazazi pamoja na wadau wa elimu, ili kuhakikisha wanapata matokeo chanya ya elimu hii. Judith anaita Condition, nina mtoto yuko darasa la kwanza anaitwa Joshua. Pia watoto wa ndugu zangu wanasomea hapa hapa, mmoja amalizia hapa darasa la saba mwaka jana. Kwa hiyo nami nilipenda mwanangu aje asomee kwenye shule hii. Ninawasi wazazi wenzangu wanaonisikiliza au wanaonitazama kwa muda huu wawalete watoto katika shule hii ya Missenyi Groly. English medium. iko vizuri inaokea watoto. naitwa Samuel Samson, mwenyeji wa Bunazi Missenyi. Mimi nimekaribishwa hapa kwenye shule ya Missenyi Groly. Kwa kweli ni watu ambao wanajitahidi katika kufundisha watoto wa shule. Watu, wanafunzi wanaweza kufundisha vipaji vyao, halafu wajali dini au kabila, yote ni watu ambao wanakaribisha yeah, vizuri ni watu ambao wana malizi mazuri kwa ajili ya watoto nikiripoti kutoka Igayaza wirani Missenyi, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Karagwe Media tv online.